Habari mtazamaji wa Kasako TV, hii ni habari inayoletwa kwako, nami Harrison Hosea. Mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi CCM Taifa ndugu Dr. Samia Suluhu Hassan amezungumza na wananchi wa Moshi katika mwendelezo wa kampeni za uchaguzi kwa CCM mkoani Kilimanjaro tarehe mosi Oktoba 2025, akinadi sera zake na kueleza ilani ya chama cha Mapinduzi. Nilipoanza kampeni kwa mara ya kwanza kama mgombea mwenza, kituo cha kwanza kwenye kampeni zile ilikuwa hapa Same, na nilikwenda kwenye kijiji kimoja, sikumbuki jina, kundukua na uwanja wa kampeni Hedaru na pale nilikikuta kizahanati kibovu sana, na nililonisikitisha walikuwa wa, wanatoa huduma za kina mama wajawazito kujifungua pale, lakini hali niliyoiona haikunifurahisha hata kidogo. Kwa hiyo pamoja na kwamba nilikuwa mgombea mwenza, lakini niliweka nia kichwani kwangu kurekebisha hali ile kwa Tanzania nzima. Leo leo, namshukuru Mungu nimeweza kuirekebisha hali ile. Nimeweza sana kurekebisha. Na tutaendelea kujenga hospitali za wilaya, kujenga vituo vya afya vyenye zana kamili za matibabu, lakini pia madawa na watumishi. Watanzania wameshauriwa kuzingatia ulaji wa mlo bora na kufanya vipimo vya afya mara kwa mara ili kuchukua tahadhari dhidi ya magonjwa ya moyo. Ushauri huo umetuliwa na Dr. Gideon, daktari bingwa wa magonjwa ya moyo kutoka katika hospitali ya Temeke alipoalikwa na chombo cha habari cha Kasaco Media katika maadhimisho ya siku ya magonjwa ya moyo duniani. Tuzungumzie namna ya kutoka kwenye kufeli. Cha kwanza nimekuambia, chai haina msingi mm -hmm. Soda haina msingi mm, si sukari mm -hmm. Mwili wako una energy ya kutosha kuzalisha sukari mm -hmm. Kuzalisha energy ya wanga vizuri tu maana mm -hmm. Wanga unapogeuka unakuwa sukari, sukari rahisi mm -hmm. Sasa unapoamka asubuhi lazima uhakikishe umejinyosha mm -hmm. Lakini umetembea kidogo, umekuwa heated mm -hmm. mm -hmm. Sawa eh? okay. Baada ya hapo, hakikisha unakuja kula kitu chepesi ambacho kina protein na vitamin Achana na masuala ya wanga, usile wanga kabisa no, kula kiasi kidogo cha wanga, lakini sizidi saa kumi. Bei ya mafuta ya petroli, dizeli na mafuta ya taa kwa mwezi Oktoba 2025 zimeendelea kushika bei ambapo bei za rejareja reja za petroli zimepungua kwa shilingi 55, dizeli kwa shilingi 50 ikiwa ni mwendelezo wa kupungua kwa bei za bidhaa hizo. Taarifa kamili, ungana naye Amina Isa Bei ya mafuta ya petroli dizeli na mafuta ya taa kwa mwezi Oktoba 2025 zimeendelea kushuka ambapo bei za rejareja reja za petroli zimepungua kwa shilingi 55, dizeli shilingi 50, ikiwa ni mwendelezo wa kupungua kwa bei za bidhaa hizo. Kwa mujibu wa taarifa ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA Dr James Mwainyekule, Kupungua kwa bei hizo kumetokana na kupungua kwa gharama za kubadilisha fedha za kigeni kwa wastani wa asilimia 5.10, huku gharama za kuingiza mafuta ya petroli kwa bandari ya Dar es Salaam zikipungua kwa wastani wa asilimia 1.95. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, bei ya mafuta yaliyopokelewa bandari ya Dar es Salaam imepungua kutoka shilingi 2807 hadi 2752 kwa petroli na kutoka shilingi 2754 hadi shilingi 2704 kwa diesel, huku bei ya mafuta ya taa ikisalia kuwa shilingi 2774 kama ilivyokuwa Septemba 2025. Kwa mafuta ya petroli yaliyopokelewa katika bandari ya Tanga, bei ya rejareja nayo imepungua kutoka shilingi 2868 hadi shilingi 2813, diesel kutoka shilingi 2816 hadi shilingi 2766 na bei ya mafuta ya taa ikisalia kuwa shilingi 2835 kama ilivyokuwa mwezi uliopita. Kwa mafuta yaliyopokelewa bandari ya Mtwara, bei ya petroli imepungua kutoka shilingi 2899 hadi shilingi 2844 na diesel kutoka shilingi 2847 hadi 2797 huku bei ya mafuta ya taa ikisalia 2866 kama ilivyokuwa mwezi Septemba 2025. Taarifa hiyo imetufikisha tamati katika zile tulizokuandalia leo katika Kasaco Habari. Mimi ni Harrison Hosea komedia tunaangazia maisha tunaandika kesho.